Huu mradi utakuwa shamba darasa kwa miradi mingine inayofanana na hii ya ya kokoto au madini. Kuna eneo kule Dodoma ambalo tuna, tuna mlima wa kokoto kama hizi kwao. Tunategemea huu mradi ndio utoe mafunzo yote kwa ajili ya kuanzisha project ambayo itakuwa ina boom zaidi ya hii mwelekeo wa jeshi sasa e, hivi ndio huko tulishatoka, kule kwa zamani sasa hivi, na nasi mwelekeo wetu tuna tunazalisha pia, ndio maana tunaanzisha miradi mbalimbali mbali. na kiukweli inasaidia sana kupunguza bajeti ile, nakisi ya bajeti ya serikali ambayo tunatakiwa tupatie sisi. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba huu mradi tutauanzisha, lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba utakapofanya kazi ni kuweza kuboost Kani Shirika mama. Mitambo inayotumika hapa na ina component au visehemu kama saba, ikiwemo mitambo mitatu ya kuvunja na kusaga mawe ambayo ni jaw crusher, impact crusher na cone crusher, lakini pia ina maeneo ya kupokelea ambayo ni hoppers lakini na machekecheo makubwa mawili ambayo ni screen, vibrating screens one and two, lakini pia ina conveyor belts zipatazo nne kwa ajili ya kusafirisha kokoto pamoja na mazaria mengine kama hmm, chipping pamoja na dust. Uwezo wa mtambo huu ni tani 250 mpaka tani 300 kwa saa.